Baada ya shinikizo kutoka kwa viongozi, wanaharakati na wakenya kwa ujumla kutokana na kushikwa kwa mwanaharakati Boniface Mwangi nchini Tanzania baada ya kuzuru taifa hilo kuhudhuria kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lisu, hatimaye ameachiliwa.

Got, uh, got transport and, and Kelef picked him up. I called Kelef and he picked. Haya ni kwa mujibu wa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi baada ya mazungumzo ya kina na serikali ya kitaifa ya muungano wa Tanzania asubuhi ya leo. Uh, after uh, he has found an opportunity to talk So I'm confident and I've been assured that he has been released. Boniface amepatikana katika eneo la Ukunda kaunti ya Kwale baada ya kusafirishwa kwa gari kutoka Tanzania. Shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini KNCHR likihakiki taarifa hizi na kusema kuwa amesafirishwa kupata matibabu zaidi. And torture is against the law. Na jambo jingine, Tanzania bado hawajasema wamefanya dhambi gani? hata kushikwa kuwekwa ndani, na kupigwa na kukaa siku tatu, amefungwa nini, uso na pingu, anakwenda choni hivyo hivyo, kula hawezi, kwa sababu akienda choni, maskari wanaosimamia pale hii si haki. Mwangi amepatikana saa chache baada ya wizara ya masuala ya kigeni kuiandikia serikali ya Tanzania kuelezea wasiwasi wake, hasa kunyimwa nafasi ya kumwona wala taarifa kuhusiana na kuzuiliwa kwake, wizara hiyo ikishinikiza mara moja kupata taarifa ya alikozuiliwa ama kuachiliwa kwake.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 Awali wa Kenya walipanga kuandaa maandamano katika ubalozi wa Tanzania kushinikiza kuachiliwa kwake. Yeah, yeah. Fredrick Kombua, Undugu TV.